Wende mwanamama umeshangaika sana, mpaka inafikia tamati wewe unakata tamaa, lakini tambua kana kwamba wewe umefika katika maeneo haya, ima umefika katika mhadhara huu, jua wewe hujapoteza, kwani kuna watu walikuwa majumbani kwao, kuna watu walikuwepo wanasikia gari ya matangazo, mpaka vipeperushi vimefika majumbani kwao, na nandiomatuambua fadhakir fa inna dhikra tanfaul muminin, kumbishaneni Hakika ukumbusha unamfaa yule ambaye mwenye kuamini. Watu walikumbusha utakuwa kama na kungamano la dua na maida mbalimbali, lakini watu wamesikia, lakini kuna watu wamesikia na wametenda. Walosikia na wotenda ni wakina nani? Ni nyinyi. Basi tambua kama wewe ana shida, basi shida zako zitakupotea ukikia la ilaha ila Allah. Ndugu <tip> <tip> zangu lkufu wa Kiislamu, hakika mama zangu na baba zangu wenda mka mnahangaika sana, ninasema wanga majina ya shetani yanawasumbua, shida zenu hazitatulina Allah subhanahu wa ta'ala. Unamwomba Mwenyezi Mungu kwa kila siku, kila miaka, lakini upati shifa, upati ponyo yoyote. Kwa sababu gani? wewe upati Mwenyezi Mungu, mwenyezimungu atakwambia matlabalula saylaya, yule ambaye mwenye kutaka utukufu lazima amke usiku yule ambaye mwenye kupata majibu kwa haraka lazima mwangaikie Allah subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu anaitikia wewe maombi yako vipi, hali yakuwa wewe uswali, hali yakuwa wewe utoe zaka, utoe sadaka. Hakika siku ya jana Sheikh Sharifa anaeza kuwapa nyinyi mtihani, mtihani ambao nyinyi mnaenda kuwasaidia watoto mayatima. yatima ni nani? Yatima ni yule kijana ambaye alipoteliwa na baba ima mama yake ima wazazi wake Bismillahirrahmanirrahim. Leo mwanamama, unaishi katika dunia, umejisahau, umeiweka dunia mbele, umemsahau Allah subhanahu wa taala. Lakini tambua, tunaambua ishma shita fa inna kalmaiti, ishi utakazoishi basi jua ni maiti mtarajiwa. Wewe utadunda, una gari, unadunda, una, una mali zako, utaulizwa wewe, eh? aroaita ladhi yukadhibu bidini, je, unamjua yule ambaye umekadhabisha dini wewe na nyama za kima. Ndipo Allah anasema araita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yadaul yatim, ni ule ambayo mwenye kumnyanyasa mtoto yatima. Hakika wehii mayatima wanasaminiwi mayatima wananyangaswa, yatima nil ambayo, basi tambua we siku ya leo, pindi dapoenda kumsaidia yatima, basi basi tambua Allahu subhanahu wa taala, pindi yatima atakunyanyua mikono miwili juu anapokushukuru wee atasema, ya Rabbi, kwa hiyu basi aliyetoa, basi naomba ongezee pindi pale alipotoa. Semeni la ilaha illa Allah basi tambua wewe ambaye umechukua bahasha na ukatia kile ambacho kinachokuuma, basi tambua wewe haujapoteza. Jambo la mwisho kabla sijashuka, naomba niwasii mama zangu na baba zangu. Hakika vijana wa leo wanakuwa wanapotea. Ukimwona kijana kama yule mpaka leo ukimuuliza, kwa sura gani? Anakwambia alifatau ana au nasun. La ilaha ila Allah. Tunaambua tutafute elimu mpaka China. Hakika elimu haina mwisho sisi hapa vijana tulikuwa wadogo wadogo, tulikuwa tuna uwezo wa kutoka kwenda kwa kwenda kuimba mijimbo ya ajabu ajabu, tulikuwa tuna uwezo wa kucheza miziki, lakini sisi tumefundishwa, tumefundishwa maadili mema na wazazi wetu, tumefundishwa lipi baya lipi zuri, tumepelekwa madrasa na tunamjua Allahu subhanahu wa taala. Ngoja ni wape kisa kimoja, semeni insha allah. Kuna mwana mmoja, mama yake alikuwa ni maskini alikuwa anamwambia mwanangu, naomba usome. Mimi sina mali, sina chochote, mimi ninachokuomba na, na kupeleka madrasa. Kweli yule kijana kwa apendi sana madrasa, hapendi kusoma. Ah, basi mama yake akimpeleka chuo, anatambia mbashara, mwana msalani, anaondoka anaenda kupiga chimbo. Sema la ilaha ila Allah. Kweli maisha yameenda, takriban miaka miwili imepita hapo mbele, yule kijana ikafikia umri na mbili aoe, amebalesoma Qurani anamjua Allahu subhanahu wa ta'ala. Imefika siku ya harusi, yule mwana baba akasema, hapa ndoa haifungwi mpaka mshenga na mwoaji waweze kusoma Quran. Sema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mwoaji yeye anaitwa Sheikh Rukman, mshenga anaitwa Sheikh Asini. Kweli zikafanyika taratibu pale, zimeleta udi, umeleta masahifu na vitabu mbalimbali. Basi baba mko akamwambia, wewe mshenga kwa vile wewe wee unaitwa Yasini, je, umehifadhi juzu ngapi? Yule mshenga akasema kwamba mimi unavyoniona nimehifadhi juzu kumi na Yeo, nane. Subhanallah, la ilaha ila Allah. Basi yule mwana baba akasema kwa vile kwavil unaitwa Yasini na umehifadhi juzu kumi na nane, je unaijua surati ya Yasini kama jina lako kweli? Yule mshenga akasema kasema la hasha, mimi najua kweli. Yule mwana baba akamwambia, basi naomba unisomee surati ya Yasini sema ee, umesema mimi katika pande za kusoma, mimi ndo fundi, mimi nina sauti nyingi za kusoma sawa. Hakusoma yule mwana baba sema hapana wee mesemaaman basi, naombe nisomee sura ya Luqman. Basi yule mwana baba mowaji ameangaika, akasema ukweli bwana wa mimi sijasoma basi yule mwana baba pale pale akakata akakataa. Sasa mimi siwezi kumuonesha kumuozesha <laughs> binti yangu kwa mtu ambaye asiyooa eti, asiooa, asiyesoma. Sema la ilaha ila Allah, eh, siwezi kumasomo